Fursa hii tena kuwapongeza sana Glory pamoja na Fredi kwa ajili ya hii Prime Store, ambayo kwa kweli ni hatua kubwa sana kama vijana wa kanisani, na mimi ni mchungaji wao, ninawapongeza, lakini pia kuwahimiza na kuwahamasisha vijana wengine wote kufanya biashara kama alivyosema mwanangu Sisa hapa kwamba ukiona jambo limefunguliwa open namna hii maana yake kuna uaminifu ndani yake. Kwa hiyo ni vizuri sana kuendelea kuwakaribisha wale ambao watahitaji bidhaa hizi kufika na kupata, lakini pia ningetumia fursa hii kuwaendelea kuwaombea kuwa na kuwahamasisha wafanyabiashara na hasa vijana ambao wana muda mrefu katika soko la biashara kuhakikisha kujua tu kwamba safari ya biashara ni safari ya uaminifu, na jambo la uaminifu ndilo linaloweza kuwapelekea wao kufikia kwenye hatima ya maisha yao. Na hapa pengine, ningependa tu kusema kadogo tu katipu kadogo juu ya from loss to legacy. From loss to legacy. Kutoka katika maisha ya kawaida, utoke kwenye hasara na uende kwenye urithi wa kiwekezaji au baraka za kivizazi au kuacha legacy ya muda mrefu katika maisha yoyote yale yanatokana na uaminifu. Hiyo ndio mbegu kubwa na ya kwanza kabisa katika maisha ya mwanadamu. Lakini pia ili uhakikishe kwamba utadumu kwenye biashara, kitu unachokifanya cha biashara, kama unauza biashara, wewe uwe mteja wa kwanza. Kama ukinunua uh, labda uh, koki ya bomba ikakaa kwenye nyumba yako. Yani, ukaona imekaa miaka miaka muda fulani, hii ndiyo biashara kwa maana ya kwamba mteja wa kwanza wa bidhaa. Kama unataka kusafiri kutoka loss kwenda kwenye legacy, from loss to legacy, lazima wewe uwe mteja wa kwanza. Kama unataka bidhaa kama hii, wewe uwe mteja wa kwanza, kwamba nikinunua naweza nikakaa nayo na inaweza ikanisaidia katika maisha yangu, na hii itasaidia mteja mwingine kuja kwenye duka lako. Kwa maana ya kwamba ataitumia atamwambia na mwingine na mwingine na mwingine na mwingine na mwingine. Shida ni kwamba unajua kabisa kitu hiki nachokiuza hakinifai mimi nyumbani kwangu, alafu unataka kumuuzia mtu mwingine. Mwisho wa siku hautakuwa mfanyabiashara, utakuwa mwizi wa kuaminiwa, yaani ni tapeli wa kuaminiwa kwamba Uh, unaaminiwa unawaaminisha watu lakini kile kitu ambacho unakiofa sio. Sasa hii stoa ambayo imefungua leo hapa, na nimefanya maombi, ninaamini katika bidhaa zao, namna ambavyo wanafanya. Lakini niwaombe sana watu wote kabisa, katika ulimwengu wa kibiashara, na unataka kubaki sokoni kwa muda mrefu, unadili na nini na unataka kukaa na nini kwenye maisha yako, na unataka kuishi muda gani kwenye biashara au kwenye uwekezaji kwa kweli lazima ujue kwamba kabla hujapelekea wengine hicho kitu kikufae sana wewe peke yako. Na mimi nimekuwa nikiambia hata vijana wangu wengi kanisana, hata kama ni mabinti, wewe mwenyewe haujitaki, lakini unataka watu wakutake from where eh? watu wanaanzia wapi? haujitaki <laughs> alafu unalazimisha watu wakutake eh, wanasema unajua, mimi bwana kama na kisirani. Wewe mwenyewe kisirani, kwa sababu haujitaki. Kama unajitaka watu wengine watakuona wata, wata unafaa katika jamii. Watu wengine watakuona upo, kwa sababu we mwenyewe unajiaminisha kwamba upo, hali kadhalika na maisha ya kawaida. Kwa hiyo ni, ni jambo la msingi sana. Mungu awabariki ninyi wote. Na mi naona wengi hapa ni vijana ambao pia mnategemea kuwa na biashara zenu, na mimi ningewaomba sana uhakikishe kwamba unataka kuimba wimbo sijui unataka kuingia studio, huo wimbo ukuguse wewe we mwenyewe, uja kugusa. Unataka kwenda kutafuta soko huko dunia, nani atakusikiliza? Nani anasikiliza vitu ambavyo havina maana? Lakini we mwenyewe unafahamu eh, nataka kuanzisha biashara ya saluni peke yako, unafahamu kwamba hii saluni hata mi mwenyewe sio mteja wake. Alafu unalazimisha wengine wawe wateja wako. Hicho kitu hakiwezekani. Kwa hiyo ni muhimu sana kuhakikisha kwenye maisha, kama tunataka kubaki sokoni vile vitu tunavyovifanya viwepo. Eh, kama unapenda kucheza mechi unacheza ku, unapenda kuwa mfanya uh, mchezaji mkubwa, angalau basi uhakikishe una uwezo wa kucheza, unafurahia ile mechi. Mtu mmoja aliulizwa Ronaldo wakati alipokuwa amefunga magoli mengi na akawa star, na Ronaldo akaulizwa ni mbinu gani unayotumia ya kukusababisha unacheza mpira kiwango cha kuwa star kiasi hiki na kuweza kufunga magoli mengi na kuwa nyota wa dunia kwenye sports. Akasema, i like sport more than sex, napenda mpira kuliko ngono. Yani unaweza kuona kwamba ni mtu ambaye ana ana focus kwenye kile kitu ambacho anakifanya. Ni maombi yangu uh, Glory pamoja na, na, na ndugu yetu Fredi. Ninajua mnapenda biashara na mnatokea kwenye mkoa fulani wa watu wanaopenda kufanya biashara kwa hiyo <laughs> nataka niwaombe mfanye zaidi, mwendelee kufanya zaidi. Na wale watu ambao wana taaluma, wana habari, mnaopiga picha, mnao kila mmoja mahali ambako anasema hapa napata riziki yangu, naomba uwekeze nguvu yako hapa. Kama unapiga picha tutokelezee eh. Hey, sio unapiga picha unakuja kutoa na vichwa viwili, viwili. <laughs> Alafu nataka tena kesho tukuite kuja kupiga picha hao, haiwezekani <laughs> tukikuita MC kama huyu yani, uongee vizuri uonekane MC, una kumbukumbu kwamba hiki ni kitu gani kinafanyika. e, nimeenda kwenye kwenye kwenye kwenye harusi moja MC, jana alikuwa kwenye ibada ya mazishi, kwa hiyo kila saa namuita bwana harusi marehemu, marehemu. Sasa wewe utaitwa saa ngapi eh? lazima MC ujue, sasa jana nilikuwa kwenye tukio fulani na leo nikuwa kwenye tukio fulani mpaka wale maarusi wakashtukia, akajishtukiza kasema mchungaji, hebu tuombee tena kwanza, manake MC ametuita marehemu hii mara ya tano. Kila saa marehemu, ataletwa hapa mbele marehemu, atakuja marehemu, anaingiza tunaomba huko siju studio muingize marehemu ndani. Sasa kwa hiyo e, hii nataka kusema kwamba lazima jambo ambalo unalifanya uhakikishe umewekeza ndani yake, na kwa namna ya kipekee ninakupongeza sana na ninawapongeza wote ambao mmefika hapa, na nampongeza sana mwanangu Caesar. Ni miongoni mwa vijana wachache wa kitanzania na wa kiafrika wanaofanya vizuri. Mungu akubariki sana mwanangu. Kwa mara nyingine nakupongeza sana Glory pamoja na Fred. Mkono huu ni wa kwako na na Fred, na nawapongeza kanisani, mmefika. Nimefundisha sana juu ya uchumi kibiblia, na ninyi mmeonyesha kwa vitendo. Ninawaombea Mungu awabariki awaongeze na kuwazidisha na ninawatakia kila laheri na mtauza kwa faida, nimewabariki kwa faida kabisa, mfanye biashara ya faida kama Isaka. Mungu akasema katika kitabu cha Mwanzo, Isaka akapanda mbegu akavuna kipimo kimoja kwa mia. Shilingi moja izae shilingi mia na dola moja ikazae dola mia Mungu awabariki, na Mungu awabariki wote. Nimefurahi wote kufika hapa, na hasa wanahabari. Mimi ni mwanahabari mwenzenu, ninawapongeza sana. Wageni waalikwa, washarika wa biashara marafiki wa Prime, wateja wetu wapendwa, na kipekee mgeni rasmi, baba yetu wa kiroho Dr Mchungaji Eliona Kimaro. Ni furaha kubwa sana kuona nyote hapa leo, tukianza siku hii nzuri kwa tukio lenye maana kubwa sana kwetu la uzinduzi wa Prime Store, tawletu jipya ambalo liko hapa Da Village Mall. uzinduzi huu ni hatua nyingine ya muhimu katika safari ya chapa yetu ya Prime Store. Tunapozindua tawili jipya, tunajivunia kusema kuwa Prime Store ni tawletu la pili baada ya Prime Hardware ambayo inapatikana Kariakoo. Duka hili duka hili lilotuwezesha kujenga jina, imani na heshima tuliyonayo leo. Prime Store, siyo duka tu, bali ni taswira ya uaminifu, ubora na huduma ya kipekee tumejipanga kuwa sehemu muhimu ya kutimiza ndoto za wateja wetu wa sasa na watarajiwa na kuishi maisha ya kisasa yanayohusisha matumizi ya bidhaa zilizotengenezwa kwa ubora wa hali ya juu na teknolojia ya kisasa kwa ufupi ni kwamba Prime Store tumejikita kwenye kuwaletea wateja wetu bidhaa za hali ya juu kabisa. Luxury premium first quality products, ambazo ni bidhaa za kipekee zisizopitwa na wakati. Bidhaa tunazotoa wa zinajumuisha consumer electronics yani, vifaa vya umeme wa majumbani vyenye ubunifu vinavyorahisisha maisha ya nyumbani na kazini, Sanitary ware, bidhaa zenye kiwango cha matumizi ya bafuni na